karibu katika video yetu ya leo tutaangalia makosa yanayofanywa na watu wengi wanapojaribu kupunguza uzito kupunguza uzito ni safari inayohitaji mbinu sahihi na uvumilivu watu wengi hufanya makosa yanayowazuia kupata matokeo wanayoyataka katika video hii tutazungumzia makosa kawaida ya kawaida yanayofanywa watu wanapojaribu kupunguza uzito na jinsi ya kuepuka na makosa haya hupelekea kuchangamoto katika kupunguza uzito ambapo baadhi hujikuta uzito wa upungui au hupata matatizo ya kiafya katika safari yao kupunguza uzito. Endelee kwa nami ili jifunze zaidi kuhusu makosa hayo. Kosa la kwanza: kula chakula kidogo sana. Watu wengi hujaribu kula kalori chache chache mno wakizani itawasaidia kupunguza uzito haraka hii inaweza kusababisha mwili kupunguza kasi ya metabolism na kufanya iwe vigumu zaidi kuchoma mafuta. Kisuluhisho: punguza kalori kwa kiasi kinachofaa bila kuasili kiwango cha njaa kali. Kula mlo wenye virutubisho kamili kwa uwiano sahihi. Kosa la pili: kutegemea mlo wa aina moja. Watu wengi huamua kula chakula kimoja, mfano juisi, supu au matunda pekee. Hii husababisha mwili kukosa virutubisho muhimu kama protini, mafuta na nyuzinyuzi. Suluhisho: hakikisha unakula mlo kamili unaojumuisha protini, wanga, nyuzinyuzi na mafuta mengi. Badala ya kuondoka kabisa makundi ya vyakula, tafuta mbadala bora wenye afya. Kosa la tatu: kula chakula bila kupima kiasi. Watu wengi hula chakula kingi bila kujua kiasi cha kalori wanazotumia kila siku. Chakula kingi, hata cha afya, kinaweza kusababisha uzito kuongezeka badala ya kupungua. Suluhisho: tumia vipengele au sahani ndogo kudhibiti kiasi cha chakula unachokula. Rekodi mlo wako kwa kutumia daftari au apu za lisho kama MyFitnessPal. Kosa la nne: kutengeneza sana, kutegemea sana vyakula vya diet. Vyakula vingi vilivyoandikwa low fat, sugar free and diet mara nyingi vina sukari inayoongezwa au kemikali mbaya kwa mwili. Badala ya kusaidia kupunguza uzito, vyakula hivi vinaweza kuzuia maendeleo yako. Suluhisho: kula vyakula halisi kama matunda, mboga, nyama, samaki na karanga, badala ya chakula cha kusindikwa. Soma lebo za vyakula, naepuka bidhaa zenye viambata vingi vya bandia. Kosa la tano: kutokula protini ya kutosha. Bila protini ya kutosha, mwili wako unaweza kupoteza misuli badala ya mafuta. Misuli inapungua, metabolizimu inashuka, na mwili wako unachoma kalori chache. Suluhisho: hakikisha unakula vyanzo bora vya protini kama mayai, samaki, kuku, maharage, mtindi na nyama. Kula protini katika kila mlo kusaidia kujenga misuli na kuchoma mafuta zaidi. Kosa la sita: kuto kunywa maji ya kutosha. Ukosefu wa maji mwilini unaweza kusababisha njaa bandia na kula chakula kingi bila sababu. Pia maji husaidia kuchoma metabolism na kutoa sumu mwilini kunywa angalau glasi nane za maji kila siku. Anza siku yako na glasi ya maji na kunywa kabla kila mlo ili kusaidia kudhibiti hamu ya kula. Kosa la saba: kukwepa mazoezi ya nguvu strength training. Watu wengi wanapunguza uzito kwa mazoezi ya cardio pekee kama kukimbia au kuruka kamba. Bila mazoezi ya nguvu, mwili unaweza kupoteza misuli badala ya mafuta Suluhisho: jumuisha mazoezi ya nguvu kama kunyanyua vyuma, push up au squats. Mazoezi haya husaidia kujenga misuli na kuongeza kasi ya metabolism hata wakati wa mapumziko. Kosa la nane: kutosinzia kuto vya kutosha. Usingizi duni huongeza viwango vya homoni za njaa na kupunguza homoni za kushiba, hivyo Kusababisha mtu kula zaidi na kupunguza kasi ya kuchoma mafuta. Suluhisho: pata angalau masaa saba hadi tisa usingizi mzuri kila siku. Epuka simu na TV muda wa saa moja kabla ya kulala ili kuboresha ubora wa usingizi wako. Kosa la tisa: kutegemea dawa au njio za mkato. Dawa za kupunguza uzito au njia za haraka mara nyingi si salama na zina madhara mabaya badala ya kuzitumia uzito badala ya kuzitumia uzito, huweza kurudi haraka ikiwa lishe na mtindo wa maisha havijabadilika. Suluhisho: fanya mabadiliko ya lishe na mazoezi badala ya kutegemea dawa, jenga tabia za muda mrefu zitakazo kusaidia kudumisha uzito wako. Kosa la kumi: kukosa uvumilivu na kujiharakisha. Watu wengi wanataka kuona matokeo haraka na wakikosa maendeleo ya muda mfupi wanakata tamaa. Kupunguza uzito kunahitaji muda, kujitoa na uvumilivu. Suluhisho: weka malengo ya muda mrefu na ufuatilie maendeleo yako kidogo kidogo. Jishangilie kwa hatua ndogo unazofanikisha, naendelea mbele hata kama maendeleo ni polepole pole. Hitimisho: kupunguza uzito kwa mafanikio unahitaji kufanya vitu ifuatavyo: kwanza, kula mlo kamili wenye protini na nyuzi, kwa kuwa na mpango wa mazoezi unaojumuisha kadi na mazoezi ya nguvu, pata usingizi wa kutosha, epuka njia za mkato na zingatia maisha yenye afya kwa muda mrefu. Kama umependa video hii, tafadhali like, subscribe na share kwa mazuri zaidi. Swali: je, umewahi kufanya mojawapo ya makosa haya? Tuambie maoni yako kwenye comment section. Ulikuwa nami Daktari Lenikomba, hadi wakati mwingine.